Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu kwa majina. Naitwa Isa Francis, unaweza kuniita mshauri na mwalimu katika masuala ya kiimani. Leo nimewaletea ujumbe kwamba kwa mtu yeyote yule anayetamani kujikabidhi kisawasawa kwa Mwenyezi Mungu wa mbinguni, yaani kwamba unatamani sana kujitoa katika ulimwengu wa, ki, wa, wa, wa kidunia uingie katika ulimwengu wa kiroho. Kama upo na unanisikiliza, naomba uzingatie yafuatayo. Kuna mambo sita ya muhimu sana ambayo inatakiwa yazingatie, kama kweli umedhamiria kujikabidhi kisawasawa kwa Mwenyezi Mungu wa mbinguni, kama umedhamiria kabisa kujitoa katika ulimwengu wa kidunia, kujikabidhi kwa Mungu kisawasawa, kuna mambo sita ya muhimu ya kufanya. Jambo la kwanza kabisa ambayo inatakiwa ulifanye, nisikilize vizuri, hem, chukua simu yako. Ukishachukua simu yako, futa miziki yote ya kidunia, yaani kuanzia kwenye bongo fleva, miziki si ya kikongomani, nyimbo si za kina Westlife serendioni, futa kila kitu Ukishafanya hivyo, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, chukua tena simu yako, futa video zote za ngono ulizo nazo kwenye simu yako. Hujanielewa? Futa video zote za uchi ulizo nazo kwenye simu yako, futa kabisa vyote, futa uvisahau. Ukishamaliza hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, Chukua simu yako, ingia mtandaoni, download nyimbo zote za kwaya zinazokubariki. Nasema hivi, download nyimbo zote za kwaya zinazokubariki. Mfano, unaweza ukaanzia kwenye nyimbo za marehemu, mfano Lisedekia, download zote, zote, zote, zote, jaza kwenye simu yako, lakini pia unaweza ukaenda tena kwa mtu kuna, kuna mchungaji anaitwa Abudi Mishori, udownload nyimbo zake zote ujaze kwenye simu yako. Ukishamaliza hapo, nenda pia udownload mafundisho na mahubiri katika maswala ya Mungu, ujaze kwenye simu yako. Kwa mfano, unaweza kudownload mahubiri ya mwalimu na mchungaji Christopher Mwakasege. Udownload kabisa ujaze kwenye simu yako na mahubiri mengi mengine. Ukishamaliza nenda pia udownload nyimbo za kwaya zingine ambazo unaona ukizisikiliza huwa zinakubariki za waimbaji wengine wa kwaya. Ukishamaliza hilo, ni jambo la tatu. Jambo la nne, jambo la nne, em, anza kwenda kanisani kisawasawa. Amina. Tunapozungumza kisawasawa, sio Jumapili hii umeenda Jumapili ijao hauendi. Yani, anza kuhudhuria kisawasawa, na ikiwezekana jitahidi sana kuonyesha ushirikiano katika shughuli zote za kanisani. Hilo ni jambo la nne, kuhudhuria kanisani kisawasawa. Jambo la tano ambalo inatakiwa ulifanye, anza kujifunza kusoma neno la Mungu ambao tunasema Biblia takatifu. Jifunze kama huaga ni mvivu wa kusoma Biblia takatifu, jitahidi uanze kujifunza kusoma Biblia takatifu ambapo kitendo tu cha kuanza kusoma Biblia takatifu, kuna nguvu ya Mungu itakuwa pamoja na wewe. Utajikuta unakuwa unakuwa mzoefu katika kusoma hiyo Biblia, na kuna vitu vingi sana utavielewa mle, mwisho wa siku vitaweza kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo jambo la tano, soma sana neno la Mungu, Biblia takatifu. Jambo la sita, la mwisho, ukishamaliza hivyo, inatakiwa ujifunze kufanya maombi. Umenielewa? Fanya maombi. Yaani, tunapozungumzia maombi ni kufunga na kuomba. Ukisha ukisha ukishakuwa mzoefu katika swala la kufunga na kuomba hakuna mtu yeyote yule atakayeweza kukubabaisha kukuteteresha katika maisha yako, lazima utajikuta unakuwa imara katika kila hatua ambayo utakuwa unaipitia katika maisha yako. Kufunga na kuomba ndiyo silaha tosha kwa mtu yeyote ambaye yupo katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo haya mambo sita, kama utaweza kuyafanya wewe ambao unanisikiliza, kama utaweza kuyafanya na kuyatekeleza na kuyazingatia na kuyaishi, hakika nakupa mwezi mmoja, lazima utaanza kuona mabadiliko katika maisha yako, na kuna vitu vingi sana utaanza kuviona vinaanza kubadilika katika maisha yako. Na Mungu hawezi kukuacha, atakusaidia na atakuongoza. Ni hayo tu. Mungu awabariki sana, watu wa Mungu. Amen.